Serikali ya Tanzania imemfungulia mashtaka ya kiuchumi mwanaharakati Mange Kimambi mwenye makao yake nchini Marekani. Habari zenu wa Tanzania, dada yenu nimepatikana, dada yenu nimepatikana, nikuambia nimepatikana, nimepatikana ndugu zangu, hapa ninavyowaambia nto <laughs> nimeleta habari yaani <coughs> kama wana wago ni vile nina jina lakini ilikuwa ni kitu kinafanywa siri sirisiri siri. Mpaka waje kunistukizia ni vile, na watu kila sehemu Tanzania, ndo nimeletewa ndugu zangu. Samia Kimama Samia Suluhu, ndugu zangu, kanifungulia economic case. Nimefunguliwa economic case Tanzania, navyoambia nimefunguliwa economic case. Hii hapa iangalieni. Tovuti rasmi ya mahakama nchini Tanzania inaonyesha kuwa kesi hiyo itatajwa kwa mara ya kwanza siku ya Alhamisi tarehe 4 Disemba mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano na inataja muda na hakimu aliyepangwa kusikiliza kesi hiyo. Hiyo umeiona? Hii kesi ni serious, sio kesi ya kijinga ndugu yangu, maana ni economic case. Hii kesi ni deportable. Yani ni kesi ambayo anaweza kudipotoa kutoka Marekani, ndugu zangu, nikarudishwa Tanzania, Samia akani nikaenda kupigwa shoti za chuchu. Nimesikia Mange kafunguliwa kesi sijui ya ekonomi. Sasa si ekonomi ya biashara ipi? mm. Mange hawezi kurudishwa kwa vyovyote, niwaambieni ukweli. Hii wanataka kututoa kwenye fokasi za mambo yetu ya maandamano na sehemu tulikofikia Mange mlijua hilo kabisa, Watanzania wote kwa ujumla, Mange hawezi kurudishwa kwa vyovyote, wala mimi wala mtu yoyote. Hakuna maelezo zaidi katika tovuti juu ya makosa yanayomkabili Mange, lakini hatua hii inakuja mwezi mmoja tu baada ya mwanasheria mkuu wa serikali nchini humo Hamza Joari kumlaumu Mange kwa kuchochea maandamano ya ghasia yaliyotokea katika siku ya uchaguzi. Joari alisisitiza kuwa watachukua hatua kali dhidi ya mwanaharakati huyo na kusema kuwa lazima akamatwe, kwa nia ya kutafuta namna yote ile ya kumkamata ama kushirikiana na serikali ya Marekani kupitia vipengee kadhaa katiba itakayoruhusu serikali ya Tanzania kumkamata na kumrudisha nchini Tanzania kujibu mashtaka ya uchochezi. Kwa hiyo lazima tuje na solution za kisheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya jamhuri ya muungano wa Tanzania dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP huyu, lazima tumkamate. tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States au tuangalie tu, tutafikiri tu. Lakini hawezi uwe kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye eh, ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa si, mamwachaje? Kesi yangu inasikilizwa tarehe nne Disemba ambao nikesho kutwa. Ehe, tarehe I think it itakuwa Thursday or something uh, saa tano asubuhi Kisutu inasikilizwa saa tano asubuhi Kisutu. Mmeona hapo jaji nani sijui. Naombeni Watanzania muende Kisutu mkasikilize kesi yangu, e, mniambie kesi iliendaje, imekuwaje, wameamua nini, nadipotiwa lini? Kwa hiyo huku eh, kwa mwenzenu hapa sasa hivi ndio nakaa nasubiri FBI wanifate muda wote nifatwe na FBI mimi <coughs> Mnakumbuka ndugu zangu kuna wanahabari hapo Kenya wamefanyiwa vitu vya ajabu sana, ukatili wa hali ya juu sana wa kwa Tanzania. Na Samia ndiye aliwatuma wale wafanyie vile wale wa Kenya. Na kuna kipindi kwenye uchaguzi alikuwa anaongea. Mnaona tulivyo wafanyia wale wa jamaa walitaka kuja kwenye nchi yetu kutaka si nini, wale walipigwa vibaya. Wakapotezwa mpaka fahamu. Na wakafirwa sana, waliongea na wao kwenye vyombo vya habari hivi vinavyoongea. Wakafirwa sana na hawa polisi wa Tanzania, walichezewa michezo mibaya. Sasa fikiria, Mange yuko Marekani. Marekani yenyewe imemkataa Samia, si mnanielewa? EU yenyewe imemkataa Samia, ana kesi kila kona. Halafu wana uwezo gani, kwa kutumia kipengele gani, kwa kutumia mamlaka gani, kwa nchi iliyooza hiyo kwenda kumkamata Mange? wanataka kututoa kwenye focus ya nini? Ya maandamano, akili mkicho wa Tanzania, tarehe tisa nchi nzima, wazee vijana, watoto wote tutakuwa barabarani, sio Mange pekee, ambaye kwa hakika tumemshuhudia katika mitandao ya kijamii, manake ana historia ndefu e, tangia a, maisha yake pale Dar es Salaam, babake yake baada ya kuaga akajipata kule Uarabuni kutoka Arabuni akaingia kule Marekani na kadhalika. Kwa hiyo ana historia ndefu, na alikuwa ni mwanamtindo miaka ya awali. Alionekana kuwa mpinzani mkubwa sana mitandaoni wa hayati John Pombe Magufuli, lakini baada ya hapo pia vilevile vile, ikawa sasa akaitisha maandamano mara kwa mara dhidi ya serikali ya hayati Magufuli. Samia alipochukua usukani akamkumbatia na kumsifia, lakini baada ya muda safari ikawa haiendi kulingana jinsi labda pengine alitazamia, unaona, na kutokana hiki sasa, imebidi apige unyende kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya serikali ya Samia, manake madudu ni yale yale tu. Uh, mtandao unazidi kuteka watu, watu wanazidi kudhulubiwa, watu wanauawa, nawasikizi, kwa hiyo imemchochea kutumia platform yake e, kwa ajili ya kutoa mitazamo yake katika taifa lake mama, kwa maana Tanzania. Kumbuka ana uraia pacha e, ana, ana, ana, ni, ni, ni raia wa Marekani kwa sasa e, unaona e, maanake Tanzania hairuhusu e, uraia pacha. Tanzania inaruhusu tu uraia mmoja tu e, kinyume na jinsi ilivyo Kenya, labda pengine na Uganda Akua. Utakachofanya yani wewe utakachoniweza mimi, Samia Suluhu, uniuwe ndugu yangu, unitumia wa Mexico aniue, utonitishia kwa kesi kunirudisha Tanzania. Mi kwanza kurudisha Tanzania siwe kufa, sio gapi ndugu yangu, dada wa taifa, relax, si chill up, kula wali, kula pilau, fanya everything. Tarehe 9, mwezi wa 12, tukijilie hapo, uwe na bango usiwe na bango, ni siku ya uhuru kutoka kwa hawa makaburu weusi. Hawa makaburu weusi wameua wa wameua watu, wamekufa mamia ya watu. Sasa wakaumbuka wana cha kusema wa hapa chochote.

yani <coughs> kama wana wako mhm, na na jina, lakini ilikuwa ni ni kitu siri, eh. Siri siri, ehe, uh -huh. Mpaka waje kunistukizia basi, mm, kuweza watu huko Marekani, Tanzania, thank you, ndugu zangu, economic case Tanzania. Na hiyo economic case hiyo ina vitu gani? Ehe, hapa iangalieni. Kesi economic yenyewe ndo hiyo. <laughs> Economic case, wewe ndio umeuza mikumi, wewe ndio umeuza bandari, wewe ndio umeua wananchi, wewe ndio umepiga risasi, wewe Mange ndio wafanya nini hawa watu, wache kututoa kwenye reli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 hata zile video zangu za kwenye nani za kwenye Twitter, mauaji mengi ni watu ambao walikuwa wanafanya shughuli zao kwenye mabaa, wamekaa kwenye mabaa kwenye putebo ha, ni watu ambao hata hawakuwa kwenye maandamano, ndio mauaji mengi yeah, yeah. Eh, mtu yuko si yuko kwenye duka yani hakuna hata maandamano. Wale ambao walikuwa barabarani kabisa wanaandamana unahesabu. Kwa hiyo wa Tanzania tarehe 9 tokeni, tarehe 9 Disemba wa Tanzania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 tuna siku saba tu zimebakia, wapenzi wangu. Watanganyika wote tunatoka nje. Huu kandamizaji, utekaji, mauaji, kutubamaza, kuiba, kuuza bandari, makaya, mawe, misitu na kila kitu, ni tarehe tisa na ni maandamano yasiyo na kikomo. Asemnajua, mimi ni mother of Gen Z wote wa jamhuri ya muungano wa Tanganyika. Watanganyika, niko na nyie. Hivi tunapambana na watu ambao sisi kodi zetu ndo tunawalipa hawa, ndo watu tunapambana nao, vyombo vya usalama. Lakini tujipe moyo Watanzania, tutashinda hii e, nchi itapata haki, itapata haki. Lakini inabidi tu, tubadilishe akili zetu, tubadilishe akili from kudai kero ndogondogo ndogo, ndogo. Mi sasa nimeona watu wakini hawa wa, wanafunzi tuongelee dada sio nini si si si, si, si, si, ongelee hizo issue tena. Sasa hivi Tanzania tumefika kwenye stage ya resistance. Tuko kwenye stage ya resistance ya kupata haki kwenye nchi. Haki ndio itaenda kubadilisha maisha ya kila mtu. Haki ndio itakuja kuleta amani ya milele. Kwa hiyo inabidi tujichunune. Tuache sasa hivi. So, sasa hivi ni muda wa kila Mtanzania kujichununa kwenye akili. No more kudai maji. No more kudai umeme. No more lakini sasa hivi wao ndo wanataka mdai hivi vitu vidogo vidogo, maana wanasema, ndio maana wanasema, njoni muongee na sisi tuwasikilize, kwa sababu wanataka mkadai hivi vitu vidogo. Hawataki mdai kile kitu ambacho ndio kitawaleteni maendeleo ya kweli. Kitu hicho ni katiba, na hicho katiba ndio hawaitaki, wanaipiga danadana. So, lazima tusimame kwenye nguzo hizo tatu za kudai changes kubwa kwenye nchi: katiba mpya Serikali ya mpito, uchaguzi kurudiwa. Hakuna tena mambo ya kudai maji, hakuna tena mambo ya kudai huu. Uh, nchi ina ufisadi, tushapita huko. Hakuna tena kudai uh, hakuna uh, uh, hakuna dawa uh. Tushapita huko Tanzania, tusha sasa hivi tushavuka, tuko sehemu ya juu sasa hivi, tunakaribia kufika, tuko kwenye sehemu ya kudai katiba mpya ambayo inaenda kubadilisha nchi for good, na hawaitaki ndio maana mlimsikia Samia alishai kuongea Kwani katiba si kitabu tu? Ndo kinaleta maendeleo? Akili kumkichwa.